Hii ni kazi ya miaka miwili peke yake si ndio? Hii ni miaka miwili peke yake. Mimi nataka niwaulize kama safari ni hii miaka kumi, dunia hii itakuwa namna gani? si itakuwa imebadilika. Funyula hoye! Funyula hoye! Ndio sababu hiyo mimi nimekuja hapa Funyula ili wale wanaopinga mpango wa housing Wajue ya kwamba Kenya inabadilika na vijana wanapata ajira na uchumi tunaizalisha. Mimi nataka niulize kwa hii kiwanja, kuna vijana wamepata kazi, si vijana wamepata kazi kwa hii project? Ni kweli ama si kweli? Hawa vijana hapa Busia, tulikuwa na vijana wengi wamemaliza TVET, wamemaliza college. Wao ni plumbers, wao ni electricians, wao ni masons, wao ni carpenters lakini hawakukuwa na ajira yeyote kwa sababu ya hii program ya affordable housing. Sasa vijana 1340 wanafanya kazi katika taifa letu la Kenya, wakiwemo hawa vijana wanafanya kazi hapa Funyula. Ni kweli ama si kweli? My friends, ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo mimi nawauliza hii project ya housing iendelee ama isiendelee? Munasema iendelee ama isiendelee? wale wanasema iendelee, nione si ndio? Bwana, ndio. Mimi nataka niwaambie watu wa hapa Funyula na watu wa Busia, hii Busia county tumeweka hapa pesa shilingi bilioni kumi na nane ya kujenga housing kama hizi ya kujenga masoko na ya kujenga hostels. Leo mimi niko hapa kwa sababu ya hii project, nimekuja kulete macho yangu nihakikishe ya kwamba ile mpango tuko naye inaendelea mashinani.